Kukupa habari njema na wakati huu AzamPesa imeingia katika ushirikiano wa kimkakati na Visa ili kuwezesha zaidi watalii ambao wanatembelea Tanzania kulipa moja kwa moja na ni kwa kutumia kadi zao za Visa, na malipo haya yatarahisisha zaidi uh, huduma na kama ambavyo tunafahamu, AzamPesa imekuwa ni huduma ya kifedha ya kidigitali zaidi ambayo inakuwezesha wewe uh, kupitia simu yako na kwa urahisi kabisa kukamilisha miamala na uh, mahitaji yako yote uh, kidigitali. Tutafahamu mengi zaidi ya ushirikiano huu na kile ambacho kinafanyika. Tuko hapa na mkuu wa kitengo cha masoko kutoka AzamPay, Hussein Simba, karibu sana. Asante. Karibu sana bradha, asante yes. Bila shaka ushirikiano huu ni katika kuendeleza zile huduma, kuziweka karibu zaidi, lakini kuzirahisisha mm, uh, kwa watumiaji. Kwanza pengine tujuze kuhusiana na ushirikiano huu wa Azam Pesa pamoja na Visa unamaanisha nini kwa Tanzania? Uh, kwa Tanzania huu ushirikiano ni pamoja kama ulivyosema kupitia Azam Pesa na Visa inawezesha watalii wa kutoka nje ambao wanakuja Tanzania kutembea au hata kama ni kufanya biashara, wanaweza kutumia uh, credit card zao za Visa au credit card zingine, wapi wanaweza kupata access ya kulipia vitu kutumia miundombinu na mifumo ambayo tayari ipo Tanzania. Unakuta sana sana wafanyabiashara especially wafanyabiashara wadogo wanakosa kuweza kuuza bidhaa zao au kutoa huduma zao kwa sababu watalii wanashindwa kulipia kupitia credit card, wakuta hana mashine zaweza ku... nini kulipia kupitia kadi hii mm-hmm. Inawawezesha watalii wakija, wanaweza ku-access, um, kupitia application yetu ya AzamPesa uh, wakifika wanaweza kuregister kadi zao za kutoka nje kama credit card zao za Visa ambazo zinaweza kuconnect sasa kwenye AzamPesa anaweza akalipia kupitia hizo miundombinu ambayo tayari ipo, kama lipa namba, kutuma pesa kwa Watanzania na kufanya hizi payments za kawaida kupitia hiyo application. Kwa hiyo kwa, kwa watalii nawezesha kuweza ku-access hizi, uh, bidhaa na kununua vitu na kufanya malipo, lakini kwa wafanyabiashara wa na Watanzania inawapa pia uwezeshaji kuuza hizo bidhaa na kuweza kupata uh, fursa na kuongeza biashara yao kwa wageni wa kimataifa. Mm -hmm. Kwa kile ambacho anapaswa kufanya ni nini hasa kwa wale ambao wanakuwa na kadi hizi za Visa? Uh, kwenye hizo kadi za Visa akifika, let's say mtalii, mm -hmm. Ana download application, ana register ile kadi yake, and automatically inakuwa anaweza ku access uh, malipo yake Kufanya, au hela yake kusema yeah. Uh, kulipia hivyo bidhaa kutumia Lipa Namba, atakitaka kutuma hela, kutoa hela, anaweza kufanya hivyo kupitia application ya AzamPesa. mm -hmm. Yeah. Sasa na, na hii kwa ujumla uh, tunatarajia italeta mabadiliko gani? mm -hmm. Eh, kwa watumiaji wa um, AzamPesa Tanzania, lakini pia na duniani kwa ujumla. Eh, kwa kwa kwa AzamPesa kwa watumiaji wa AzamPesa. Um, cha kwanza inawezesha kwamba kama hivyo nilivyosema watalii wanaweza kuja sasa kulipia hizo bidhaa, lakini kwa wafanyabiashara uh, inawapa access kwa market kubwa zaidi, kwamba okay, mtalii akija uh, Tanzania kutembea akitaka kulipia bidhaa ndogo, hata akisema ameenda dukani kwa mangi au okay, vitu kama hivyo, anaweza akalipia kupitia Lipa Namba yake, anaweza atakatuma hela kwa Mtanzania um, ambayo yupo hapa kwenye mitandao mingine au hata kupitia Azam Pesa and n. Uh, kitu cha muhimu sana ni kwamba inawapa watu wa Tanzania speshi wafanya biashara hmm, access kuweza kusema kwamba sikosi biashara kwa sababu sina kadi ya kulipia ya nini, ya credit card sina hmm, mashine ya kulipia credit card, um, au kufanya malipo kupitia credit card. Um, mtu anaweza hapo hapo akalipia kitu wehe ni kitu kidogo, kitu kikubwa. Mtu kaenda kwenye mgahawa, anataka kula, kaagiza chakula, anataka kulipia mm, sehemu haina mashine ya kadi, anaona ah, nimekosa. Mpaka niende ATM nikatoa hela, au niende benki, afu nakuta saa zingine kwa watalii inakuwa ni shida kidogo kwa sababu zile kadi sa zingine ukiwa nje ya nchi nchi zao walizotoka inakuwa yeah. shida kuprocess zile payments. Mm. Kwa hiyo yeye anafika pale automatically anaweza kulipia kupitia AzamPesa sasa. mm -hmm. mm -hmm. Hivi tunazungumza kuhusiana na uchumi wa kidigitali yeah. Na hii bila shaka inawezesha zaidi eh, miamala na manunuzi pia kufanyika kidigitali badala ya yeah. kuwa na zile fedha taslimu yeah. faida mm -hmm. ni zipi? um, faida kikubwa ku, kupitia kufanya miamala na kutumia pesa kidijitali yeah. Ni kwanza inakuwa ni kuna safety zaidi, kwamba mtu autembei na cash mkononi, pesa taslimu mkononi autembei nazo wapi, inaweza ukazipoteza, au kuweza ku keep track ya matumizi ya yako pia inakuwa ni shida ukiwa mm -hmm. na pesa kidijitali, inaweza kwanza, unafanya malipo hata nini wanasema remotely kwamba sio lazima uende mpaka sehemu utoe fedha yeah. Mpaka upate mzigo wako au upate nini yako mm. um, unaweza tu kulipia mtandaoni na inakuwa ni inaweza pia tunasema kuwawezesha Watanzania kwa ujumla kwamba kutengeneza ile financial inclusion kwamba mtanzania wa kawaida anaweza kumudu na ku keep track ya malipo yake anayofanya kila siku mm. uh, sawa sawa kama na mtalii pia na inawezesha pia kwenye matumizi ya kawaida pia mm. Kwamba sio lazima unakuta sehemu nyingine, ah, sina chenji sina nini, si vitu kama hivyo yeah. Vinavyotokeaga <laughs> tunavyojua Um, ukiwa nje huko unafanya biashara au ukitoka kununua vitu mm, unaweza tukalipia kidijitali kupitia simu yako mm -hmm, na na ukubwa wa ushirikiano huu ulitangazwa ama umetangazwa na nikujuze tu na mkurugenzi mtendaji wa AzamPay uh, Feras Ahmed uh, na ni katika jukwaa la biashara na uwekezaji kati ya Marekani pamoja na Tanzania. Sasa licha ya kuwa lilitangazwa kule Marekani uh, New York bila shaka ni kwa watalii wote ambao wana kadi uh, hizi za Visa kutoka mataifa mbalimbali. Na vipi kuhusiana sasa na baadhi ya wa Watanzania ambao wana kadi uh, za viza wataweza pia kupata huduma hii? Ndio, wataweza kupata huduma hiyo. Um, uzuri wa Visa kupitia uh, partnership yetu ni kwamba inawezesha mtumiaji yoyote mwenye kadi ya viza kuweza ku onboard kwenye application um, mara moja tu anaingiza tu dita zake, anaweza ku Ku -ku access pesa yake kupitia nini -ni application na jukwaa hiyo ilikuwa sehemu sahihi ya kutangaza hiyo partnership kwa sababu inaonyesha kwamba Tanzania tupo tayari hmm. uh, kwa uwekezaji wa kutoka nje na pia kwa uvumbuzi kwa ujumla Tanzania. um, kitu muhimu pia ni kuangalia sasa hivi Uh, miamala inayofanyika Tanzania inakuwa zaidi mm -hmm. Watu wanatumia sana pesa kidijitali, lakini kama hatupo tayari ku, ku nini ku speed up ile process ya watu kuweza kutumia pesa zao kupitia miundombinu tofauti kama hiyo Visa credit card na vitu kama hivyo mm -hmm. especially watalii, sio kwamba tu watalii wanakosa fursa, uh, capability na fursa ya ku kununua bidhaa zetu especially hizi kwa wafanyabiashara wadogo mm. lakini pia hawa wafanyabiashara wadogo na Watanzania pia wanakosa hiyo fursa pia ya kuuza bidhaa zao mm -hmm. Kimataifa. mm -hmm. mm -hmm. Sasa, mm -hmm. tunapoelekea kukamilisha, uh, pengine utujuze kuhusiana na ujumbe wenu uh, kama Azam Pay na Azam Pesa, hasa kwa wale ambao bado hawajaanza kufikia hizi huduma. mm -hmm. Ndio, ndio, um, AzamPay na AzamPesa. AzamPay kwa ujumla ni tuna, tunatoa suluhisho za kidijitali mm-hmm. kwa biashara na pia kwa watanzania wa kawaida, kwa hiyo kufanya malipo ya kidijitali mpaka kutuma pesa, kutoa pesa na kufanya malipo ya serikali, vitu tofauti kupitia application yetu na kwa, u, kwa ujumla zaidi pia AzamPesa tume tume reinforce kwamba sisi tupo tayari kuwasaidia Watanzania wote yeah. Um, kama ukiangalia AzamPesa sahivi tuna huduma bora na bei chini kama tunavyosemaga, uh, huduma ya kifalme, bei za kizawa. Um, inawezesha Watanzania kufanya o wa miamala na pia bila uh, makato yoyote. Kama sahivi tuna kampeni ambayo inaendelea wapi Watanzania wanaweza ka download application wakaji wakaji uh, register mm -hmm. Anatumia ile application anaweza kufanya miamala ya aina yoyote, kwamba kutuma pesa, kulipia bili mm -hmm. kulipa malipo ya serikali, kulipa lipa namba, anaweza kufanya hivyo vitu vyote bila makato yoyote kwake. mm -hmm. mm -hmm. Na, na tunapokamilisha uh, dira kubwa mm -hmm. ama dira pana ya Azam Pay ni nini hasa huko mbeleni, ukizungumza kuhusiana na masuala ya uchumi wa kidijitali yeah? ndio AzamPay kwa dira yetu, kwa ukubwa ni kuwa mwekezaji ikuwakuwa kwa mwe, mwe, mweze, mweze mweze yes, mwezeshaji kwamba sisi tunatoa hizi huduma uh, wapi wafanyabiashara wakubwa wadogo wa katikati wote wanaweza kufanya hizi payments na kufanya malipo kupitia mfumo wa kidijitali uh, cha muhimu ni kwamba sisi tunataka Watanzania wahame kutoka kwenye kutumia pesa taslimu za kama kusema cash, mm -hmm. kutumia hela za kidijitali kwa sababu hii inasaidia sana biashara kukua kwa haraka zaidi, na watanzania pia kuweza ku compete na kufanya malipo na kufanya vitu vingine hata kwa standard ya kimataifa mm -hmm. Asante sana tunakushukuru sana kwa hili na kazi sasa imebaki kwako tu, kuendelea kunufaika na ushirikiano huu ambao Azam Pesa ama Azam Pay umefanya pamoja na Visa kukuwezesha zaidi kufanya miamala hiyo kidigitali, tunapoelekea ama ambapo tuko sasa katika ukuaji wa uchumi kidigitali. Tumezungumza mengi hapa na mkuu wa kitengo cha masoko kutoka Azam Pay Hussein Simba, ambaye ametujuza kuhusiana na hili.